Na matokeo ya kidato cha sita yanakaribia kutoka ndani ya wiki mbili zinazofuata, nadhani matokeo yataweza kutoka sasa. Nataka ni kuonyesha mapema jinsi ya kuweza kuyapata au kuyaona matokeo ya kidato cha sita pale yatakapokuwa yametoka, usiweze kuhangaika. Cha kwanza kabisa, ingie kwenye simu yako, alafu utafuta application ya Google Chrome ambayo ipo katika simu yako, ni browser hiyo, okay na utaitafuta hiyo browser, ni hii hapa, kama jinsi unavyoiona hapa. Kwa hiyo utaibonyeza hii chrome yako hapa, itakapofunguka sasa, katika sehemu hii ya kusearch, utaenda moja kwa moja katika hii sehemu ya kusearch hapa juu, utasearch hapa sehemu hii, utaandika necta okay. Utaandika necta katika sehemu hiyo ya kusearch. Baada ya kuandika necta, basi utaisearch moja kwa moja Ukisha isachi itafunguka linki hii, utaweza kuona hapa website ya kwanza kabisa hii, kama jinsi inavyoonekana, NECTA website hii ya kwanza kabisa. Kwa hiyo utabonyeza hii website ili kuweza kuifungua na kuweza kuona nini kinachoendelea katika website hiyo ya NECTA. Kwa hiyo matokeo yatakapotoka, fuata hatua hizi. Hii hapa ni official website ya NECTA uh, ni the National Examination Council of Tanzania, ni official website kabisa ya NECTA. Kwa hiyo utaisubiri website yako itafunguka. Okay, website yako ikishafunguka namna hiyo, utascroll down, matangazo utaweza kuyaona hapa. Lakini sasa ili wewe kuweza kupata matokeo yako moja kwa moja, bonyeza hivi vidoti vitatu hapa, kama jinsi unavyoona hapa. Utabonyeza hivi vidoti vitatu hapa. Ukishabonyeza hivi vidoti vitatu unachotakiwa sasa kufanya, utakuja katika sehemu hii ya result hapa. Sehemu ya result bonyeza hapa vimeshale hivi, alafu utaenda hapa chini kwenye ACSEE. ACSEE ni matokeo ya kidato cha sita, na hii ya CSEE haya ni matokeo ya kidato cha nne. FTNA, haya ni matokeo ya kidato cha pili. PSLE ni matokeo ya darasa la saba, okay? sasa sisi tunasubiri matokeo ya kidato cha sita kwa hiyo moja kwa moja utakuja katika sehemu hii ya ac ACSEE, utabonyeza hapa katika sehemu hiyo ya ACSEE, kwa utaweza kuona linki itakayofunguka hapa, utaweza kuona matokeo yako ya kidato cha sita elfu mbili na ishirini na nne tunaweza kuyaona matokeo yako ya kidato cha sita elfu mbili na ishirini na tano Haya ni matokeo ya kidato cha sita elfu mbili na ishirini na nne lakini sasa tunasubiri matokeo ya kidato cha sita elfu mbili na ishirini na tano Matokeo ya kidato cha sita 2025 utaweza kuyaona hapa yatakapotoka. Sasa, namna ya kufanya ili kuweza kuyaona shule yako ili kuweza kuiona shule yako. Matokeo utaiona hapa, lakini ili kuweza kuona shule yako sasa, hiyo link ambayo utaikuta hapa, hakikisha hapa patakuwa pameandikwa 2025. Kwa hiyo utabonyeza hii link ili kuweza kufungua na kuweza kupata shule yako husika ambayo unataka uangalie matokeo yake. Kama unavyoona hapa, yameweza kufunguka matokeo haya. Haya ni matokeo ya mwaka 2024 sio ya mwaka huu. Sasa ambao tunayasubiria toke ni matokeo ya mwaka huu ambao ni 2025, kwa hiyo sehemu hizi, shule zote utaweza kuziona hapa. Sasa ili kuweza kupata shule yako kwa haraka zaidi, hapa juu wamekuandikia all centers. Kwa hiyo kuna center ambapo wamewekea kwa herufi. Hapa, click letter below to filter center by alphabet. Sasa kama shule yako labda ipo katika Alfabeti a au alfabeti b au c au alfabeti z, alfabeti yote ambayo shule yako ipo. Kwa mfano labda shule yako ni Edmund Rice, Sinon secondary school Edmund, kwa nitaenda moja kwa moja kwenye e, kwenye leta e. Kishabonyeza leta e, zitakuja shule ambazo zinaanza na leta e, kama unavyoona hapa, ebonite tc center Edmund Rice non secondary school hii hapa, kama jinsi unavyoona nitaifungua. Kwa mfano sasa hapa natuelea, mfano nitaweza kuona matokeo hapa ya kidato cha sita elfu mbili na ishirini na nne, kama unavyoona hapa, division performance summary, division 1 utaweza kuona hapo, division 2, division 3 <coughs> division 4 utaweza kuona hapo, zero utaweza kuona hapo sasa haya ni matokeo ya elfu mbili na ishirini na nne lakini matokeo ya 2025 bado hayajatoka, na yatatoka haya muda sio mrefu. Ndani ya wiki mbili zinazokuja matokeo yatatoka. Kwa ili kuweza kupata matokeo yako kiurahisi, fuata procedure hizi ambazo nimeweza kuzionyesha. Lakini pia kama wewe ni mgeni katika channel hii, subscribe katika channel hii kuweza kupata matokeo yako kwa haraka zaidi, lakini kuweza kupata update za ajira kila siku, subscribe katika channel hii. Asante na karibu.